Hello, nilikuwa najisuka hapa nikataja wazo. Unajua wafanyakazi, mshahara sio kitu pekee ambacho wanatakiwa kufokus kwenye kukipata wanapokuwa kazini hmm? Yani mshahara isiwe ndio kitu ambacho kinakufanya wewe ufanye kazi hmm? kwenye Tunapofanya kazi au tunakuwa hii nausu ajiliwa tunafanya kazi au tunaajiliwa tunadili, au hata wanaojiajiri tunafanya hivyo vitu sio kupata hela peke yake. Kazi inaweza kukupa ujuzi, kazi na kukutanisha na watu mbalimbali, kazi na kupa connection ya kazi nyingine. Kwao unapofanya kazi, usifocus tu kwenye ku... Focus na na kazini, kazu, tu, yani, kazi, ujuzi, natoka, na vile ambavyo vingine vingine unavipata zaidi ya hela kama ungetumia tu ujuzi wako wa kila siku kipato chako kisingeongezeka, hmm? Ila inaweza kukufanya ukapata eneo nzuri, nini. Anamaanisha kazi unaofanya inaweza kukufanya ukapata kazi nzuri zaidi, yaani ukakutana na watu wakaona waka nini, ujuzi uliokuwa nao, maarifa yanafaa, kwenda kufanya kazi wanapokufanyia kazi kwao ukatoka hapo ukaenda sehemu nzuri zaidi bora zaidi, ukapata mshahara mzuri zaidi kwa unapofanya kazi mahali, au hata kama umejiajiri unapofanya uh, ka, nini hiyo shughuli yako, usifokasi tu kwenye kupata hela unatokea utazamie, na vile vitu faida nyingine ambazo sio hela, lakini zinapatikana kutokana na hicho kitu unachokifanya. Yaani, kwa kufanya hivyo utafanya kazi yako kwa moyo utafanya kama ni biashara yako utafanya kwa moyo hmm? au toko mtu wa kunungunika hata usipoingiza kitu chochote kwa siku kwa siku. Hmm? Kwa, tujifunze kuona yani, sio hapa tu uone na mbele yani, kazi si nafanya kazi nipate hela tu, vipo mm -mm. vingi vya kupata zaidi ya hizo hela tunazozitafuta, ingawa hela ndo lengo kuu, lakini hapo malengo madogo madogo ambayo ni mazuri zaidi ambao ukiaunganisha kwa pamoja utapata hela nyingi zaidi ya hizo unazozitafuta kwenye hiyo kazi yake. Nawapenda. No.